Hiki uh, ni chombo ambacho kiliundwa kwa sheria ya mamlaka ya mawasiliano hmm, ya mwaka elfu mbili na tatu kwa lengo kuu la kuwakilisha maslahi ya watumiaji huduma za mawasiliano nchini na kimsingi uh, umeuliza tofauti ni nini? Mm, unapozungumzia TCRA unazungumzia mamlaka kwa maana ya regulator mm. Atatoa leseni, atafuatilia utekelezaji wa leseni zile mm, lakini pia kutoa adhabu pale inapobidi mm, pale mtu anapokiuka masharti ya leseni na kadhalika. Lakini baraza liko pale kwa lengo la kuwakilisha, kuhakikisha kwamba maslahi ya mtumiaji wa huduma za mawasiliano yanazingatiwa na kimsingi tuna maeneo ambayo TCRA ambayo wanasimamia ndio yale yale ambayo sisi kama baraza kimsingi tunapaswa kuwakilisha maslahi ya mtumiaji wa huduma za mawasiliano Iyo. na maeneo hayo yameainishwa kwenye Sheria ya Mamlaka ya Mawasiliano ya mwaka elfu mbili na tatu yako matatu. Eneo la kwanza ni eneo la tehama kwa maana ya teknolojia ya habari na mawasiliano, uh, lakini pia eneo la pili ni eneo la utangazaji na eneo la tatu ni eneo la huduma za posta, usafirishaji wa vifurushi na vipeto mm. Lakini kwa muktadha wa leo uh, kwa kiasi kikubwa tunazungumzia tuna mawasiliano kwa ujumla wake, lakini tungependa pia tujikite zaidi kutokana na uh, sababu kubwa za ukuaji wa teknolojia habari na mawasiliano. Na tunapozungumzia teknolojia habari na mawasiliano hapa tunaangalia vitu kama matumizi ya simu, kupiga na kupokea simu, lakini pia kutuma SMS, uh, matumizi ya internet data kwa ujumla wake na ni namna gani sekta, sekta yetu hii ya tehama imekuwa ikikua kwa kiasi kikubwa mm. Wakati unaanza umezungumza habari ya uh, kwamba Tanzania inawezekana ni kati ya nchi ambazo tunatumia sana tehama kwa Afrika. mm. Mm. Lakini pia pamoja na kutumia pia, hatuko vibaya pia kwenye masuala ya usalama kwenye tehama. mm. Mm. Na nafikiri kwa takwimu za mwaka jana zilikuwa zinaonyesha pia ni wapili kwenye masuala ya usalama mtandaoni kwa nchi za Afrika, kwa hiyo tuko vizuri mm. lakini kila penye mazuri pia hapakuwa sikuwa na changamoto zake yeah. na changamoto nyingi hasa tunazozungumzia ni kwenye upande wa matumizi, kwa sababu pia bahati mbaya au changamoto iliyopo, teknolojia inakuwa kwa kasi sana ukilinganisha na uwezo na uelewa wa watu wetu. Uh, watu wengi pia hata ukijaribu kuangalia matumizi kwa mfano ya simu za mkononi tunazo, lakini asilimia kubwa utakubaliana na mimi kwamba unaweza uh, ukawa na smartphone lakini hata wanayoitumia haifiki hata asilimia ishirini 20, 20 ya matumizi ya, ya, ile, ya ile simu. Kwa hiyo kutokana na kukua kwa sekta hii ya mawasiliano eh, sekta imekua sana, changamoto zimeibuka sana. Kwa hiyo pia ni muhimu sasa sisi kama baraza na wadau wengine kuhakikisha kwamba hatubaki nyuma, tunawaelimisha watu jinsi na njia sahihi za matumizi sahihi ya huduma hizi za mawasiliano, ili kama ulivyosema, pia isije ikampelekea mtu kuingia kwenye matatizo mm, au kwenye changamoto, kwa sababu pia pamoja na hizo changamoto pia sekta inatoa fursa nyingi sana mm. yeah.